Katika hali isiyo ya kawaida, Wema Sepetu na hali yake ameweza kuzua gumzo kubwa sana mtandaoni. Kupitia ukurasa wake wa Snapchat ameweza kupost clip ambayo alikuwa analia, huku akisema kwamba watu wamezidi kumroga, yani kiasi kwamba mpaka sasa hivi amepoteza matumaini kwa kiasi kikubwa sana juu ya kila ambacho alikuwa amekiwekea matumaini kwa kiasi kikubwa. Mengi ameweza kuzungumza Wema Sepetu, lakini zaidi amesema kwamba kuna watu ambao sasa hivi wanamroga kupelekea hali yake ambayo anapitia sasa hivi kuwa mbaya. Kuna mengi ambayo amezungumza lakini kikubwa zaidi ni lile swala ambalo limeweza kuzua taharuki kiasi cha watu kumuona kwamba alikuwa ni mtu fulani hivi ambaye ni mwongo kwenye kila ambacho alikuwa anakisambaza na kuwaaminisha watu kwa kiasi kikubwa. Wengine wameenda mbali zaidi na kuweza kumwambia kwamba kama kujiroga Wema ni kama amejiroga mwenyewe kutokana na mambo ambayo ameweza kuyafanya siku kadhaa zilizopita. Yote utaweza kuyapata hapa hapa kwa kupitia channel yetu. Sasa muhimu zaidi tutazituma moja kwa moja, uh, mwanzo mpaka mwisho wa hii video ukapate kufahamu nini hasa ambacho kimemfanya Wema Sepetu akalia na anamtuhumu nani zaidi kwamba anamroga mpaka kufikia hatua ya mambo yake kutokwenda kwenda vizuri zaidi kama vile ambavyo watu wengi walikuwa wanasema, ingawaje katika hili kuna namna ambayo watu wameweza kutukia mchezo ambao mimi naitwa ameucheza Official. Ni Bongo Vibe chaneli namba moja kwa ajili ya kuhakikisha kwamba zile updates zote kuhusiana na story ambayo inasambaa huko mtandaoni, basi nakuwa na kuletea hapa hapa kupitia channel yetu, na unakuwa wa kwanza kabisa kuelewa kile ambacho kinaendelea kutrend. Sasa tunafahamu stori nzima kuhusiana na kile ambacho anakipitia, alikuwa anakipitia Wema Sepetu. Mara kadhaa wengi walikuwa wanaamini kwamba Wema ni mjamzito. Wengi walikuwa wanampa baraka zao, wanajaribu kumuombea na vitu kama hivyo kwamba maisha yake yaweze kwenda poa na Mungu amuone katika hii situation ambayo anapitia sasa hivi. Lakini cha kushangaza ni kwamba kilichokuja kutokea kwa Wema Sepetu kinashangaza wengi zaidi kwa sababu ile clip ambayo amekuja kuiposti kupitia kwa Snapchat na akionekana analia ni moja ya kitu ambacho kimeibua za watu wengi zaidi kwa sababu maneno aliyokuwa kusema pale yalikuwa ni maneno mazito. Kwanza kabisa tunafahamu na wengi wanajua mpaka sasa hivi kwamba Wema Sepetu amebahatika kuwa mjamzito na sasa hivi watu wengi walikuwa wanaona picha za safari kuonekana iko airport, na wapi na wapi, zilikuwa ni picha ambazo zilikuwa zinawafanya watu waamini kabisa kwamba Wema Sepetu ni mjamzito. Lakini kumbe alikuwa anawapiga watu changala macho kuwapoteza maboya, kwa kila ambacho alikuwa anaona watu wanazidi kumshambulia zaidi. Na hatimaye Wema Sepetu bwana amekuja kufunguka, ila kwa namna ya kutia huruma zaidi, ili watu wasiweze kuelewa ni mchakato um, gani ama ni mchongo ni, uh, ni mchezo gani ambao alikuwa ameutengeneza. Wema amekuja kufunguka huko akiwa na bubujiko kwa machozi kwamba eti ujauzito waliokuwa nao umeharibika na kuna watu ambao wameweza kumroga vibaya ili asiweze kuzaa. Kumbuka nilikwambia kuna watu kadhaa ambao walikuja wakasema. Moja ya watu ambao walikuja wakatoa e, maneno kuhusiana na kile ambacho Wema Sepetu walikuwa wanakipitia, mamake na Kanumba ambaye alisemaga kwamba Wema katika hili anaweza kaja kujutia kwa sababu ametangaza mapema katika kitu ambacho hana uhakika. Na Wema ametangaza mapema katika uh, tu kuhusiana na hicho kitu, mwisho wa siku watu waweze kubadilisha tension yao kutoka kumzungumza vibaya na kumzungumza vizuri. Sasa Wema Sepetu bwana, yeye amekuja na kuweza kufunguka hivyo kwamba kuna watu ambao wanamroga na wameweza kumroga kuhakikisha kwamba hali yake inabadilika mara ghafla, na mwisho wa siku kurudi kawaida, kitu ambacho kwa upande wake ni kama vile kinazidi kumkatisha tamaa zaidi na kuona kwamba hana uwezo tena na kuweza ku kupata mtoto kwa mara nyingine tena. Wema amesema kwamba yeye yote anamwachia Mungu tu, kwa sababu hakuna namna yote ile pale ambayo yeye anaweza kudili na mm, binadamu wabaya zaidi ya Mwenyezi Mungu, ambaye yeye ndiye ambaye anaweza kutoa hukumu kwa wale wote ambao wamekuwa wakimtendea ubaya. Sasa hatuna uhakika juu ya hiki kwamba Wema Sepetu kwa nini ametengeneza huu uh, uh, uh, mchezo kama ni kweli au sio kweli, yote mimi nawe hatujui. Lakini mimi naomba nikwambie tu kwamba kuna mengi zaidi ambayo nitakuwa nakuletea hapa. Kwanza kabisa, tuambie maoni yako ni yapi kuhusiana na hiki ambacho ameweza kukizungumza Wema Sepetu, lakini pia usisahau kusubscribe hapo chini ya hii video kwa ajili ya kupata update kuhusiana na mengi zaidi ambayo yatakuwa yanaendelea kutokea.